Yanga ikitoka ni aibu ina kiongozi wa Kafu FIFA na mchezaji wa dunia, ni maneno ya mdau mmoja ambaye ameweza kuzungumzia, huku akidai kwamba kuelekea mchezo wa marudiano wa ligi ya mabingwa barani Afrika dhidi ya Silver Strikers ya Malawi utakaopigwa Jumamosi Oktoba 25 klabu ya Yanga inakabiliwa na jukumu kubwa, sio tu la kusaka ushindi, bali kulinda heshima ya taifa na hadhi ya viongozi wa ya wake wa kimataifa. Kwanza kabisa, rais wa klabu hiyo engineer Hersi Saidi, ambaye pia ni mwenyekiti wa vilabu barani Afrika, lakini ana cheo kingine, ni mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu eh, ya wanaume duniani yani FIFA, anabeba heshima kubwa katika vikao vya juu ya soka duniani. Ushiriki endelevu wa Yanga katika michuano ya ligi ya mabingwa utampa nguvu ya kujiamini zaidi katika nafasi hizo za kimataifa, huku klabu yake ikiendelea kuiwakilisha vyema Tanzania. Kwa upande mwingine, macho mashabiki, ya mashabiki yanaelekezwa kwa nyota Pacome Zouzoua ambaye ana nafasi kubwa ya kuitwa kwenye kikosi cha Ivory Coast kuelekea Kombe la Dunia mwaka elfu mbili na ishirini na sita ambayo litafanyika Marekani, Kanada na Marekani na Kanada. Uwezekano huo unategemea kwa kiasi kikubwa Yanga kuendelea kushiriki michuano ya Liga ya Mabingwa barani Afrika ili kumwezesha kuonekana na, na benchi la ufundi la taifa lake ikiwa Yanga itatolewa nafasi kwa taifa, kwa na kutuitua, kutuitua, kutuitua ya Pacome kung'aa kimataifa inaweza kupungua kwa kiasi kikubwa na huenda kutoitwa kuitumikia timu yake ya Ivory Coast. hivyo basi klabu. Mchezo huo ni wa kufa na kupona kwa wananchi, ushindi pekee ndio utakaokuhakikisha Yanga inaendelea kuiweka Tanzania kwenye ramani ya soka na kulinda heshima ya rais wake pamoja na wachezaji wake kimataifa. Waliweza kufunguka mdau huyo wakati akitoa wa maelekezo kuhusiana na klabu ya Yanga inavyotakiwa kuifanya ili kuweza kumheshimisha rais wa klabu hiyo ambaye ana vyo vikubwa kabisa kwenye ngazi za kimataifa huko huku akiwa ameweka historia ya kuwa eh, mwenyekiti wa kwanza wa vilabu barani Afrika yaani umoja wa vilabu barani Afrika, lakini akiweka rekodi kuwa mtanzania wa kwanza kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya wanaume vilaya ya mashindano ya vilabu ya wanaume duniani FIFA, hivyo wanashiriki kushinda